Karibuni jamani, S karibuni pema lakini baba hawajambo, kokaribuni tuko hapa nedena kazi ndogo ndogo za hapa nyumbani, bado asubuhi. Karibuni.

mimi na vizuri. Maana ili jambo sasa eh. Yeah. saa mm ni -hmm. chaki bani mm, mwezi mzima mm -hmm. Mm -hmm. <coughs> mekuwa naye pale ndani. Ni ni kweli. Ni kweli. <coughs> Lakini jambo la nyumba inakuwa ni kitu kijeni kwake mm -hmm. Inapofikia wakati wa kumuhitaji mm -hmm. hataki Yeah. Lakini ndani ya hizo siku yeah. kumekuwa na dharura nyingi sana za kuja ni na yeah. yeah. okay. Nyumbani aomaa kila mmoja nimekuwa ni na naambia naenda kwa mama, nakuja nyumbani. Nyumbani vilevile, kuna mda mwingine anachelewa kutika nyumbani, na mbaya zaidi anarudi hadi na za wewe. Hapa nyumbani zaenkam

na wa uamuzi wangu niliokea sasa hivi, nimeamua nimlete nyumbani ni kwanza, ndani ya siku chache. Baada ya hapo, mtataji akuja tuamaliza, kama atakuwa me... ameingia tena kuja kuishi. Ndugu yangu, unarudi kwa meo hizo habari tena, sijui naanza kulea hapa, sina hizo habari. Unarudi kwa meo ulikuwa unayafanya mwenyewe. Mnaondoka wote, ni mnaondoka wote kwa hiyo mama umemwamini mkirima. Mimi nawatokea kwa shangwe hapa najiimbisha mpaka na namenyembo zimeenda zikarudi naenda. amekudanganya huyu mimi sijafanya kitu chochote. kwa nini mimi mtoto mdogo mama? Sijanyamaza nini, nini unawaka amezinaelea unanyamaza? Sijanyamaza mama, ndio namwamini huyu kuliko mimi, sindio i Jamani, unadanganywa, labda amenichoka, ni aseme hapa hapa, sio kwamba ane kunisingizia mambo jamani. Mama naye, sijui utaenda, utaenda, mnaenda mama, mnaenda. Asubuhi asubuhi hapa mnaniletea mambo asioeleweka, asubuhi asubuhi mimi na mpaka najiimbisha. Tumetoka kule tumenyamaziana, kuja kuniletea uongo kwa mama eti hivi mama unawak... uh, utaenda, mkwe, mnaenda kama mlivyokuja, mnaenda yaani, hapa ndani ni unatoka, mnaenda na meo Faster asubuhi asubuhi Baba. Aye. Kama mlivyokuja na mkeo Mm.

Ulinunua nini mpaka nikaisha ile hela yote? Hakukuwa na sabuni, kanyoa, chumvi. Ah, sabuni zingine mnakuwa mnapiga dhao hiyo sana. Simami ungezungumza jana kila kitu hicho kimeshaisha. Sawa. Kwa hiyo sasa hivi hapo unafanya nini? Umenikalia kimya wewe. Zalaa wewe. Hapana, mbona sasa tunatafuta nini leo cha kusubiri? Kujitahidi kunatumia vizuri hela. Mimi saizi sina hela, mambo mambo yamesha kuwa magumu saizi

Si mkeo unaniuliza mimi ananihusu wote? i siu. Mimi nilitoka, ndugu zangu nikaingia, mimi sielewi, nikupange tu brother, siwezi kuonekana Umeona? siwezi kuonekana vika vya nyoda, tukalisha muda mrefu na tukalisha, manake nini? kila siku vikao, vikao, vikao manake nini yani Unajua brother so mchungaji mwingi brother. Mchungaji mwingi. Au nimpigie mzee simu aje? Mambo gani hayo kumweleza mzee? Mambo gani hayo? Kwacha msingi nikwambie brother zangu sawa. Weka usha. Ina vitu vibao hivi brother. Kina vitu vipi? Kwa vitu unavyovifanya na, na fikiri kwamba uko sawa? Kwanza kwa sikia nikupange brother. Mimi naona nijikata. Kwanza hapo na nini? Hata sielewi yani. Mimi natembea. Mimi natembea. Sikiliza mdogo wangu. Hivyo vitu navyovifanya kwa leo yako ya wapi, blaza? wapi, wapi? Uwezi kujua kwa sababu akili yako bado ni changa sana. Ni changa sana apana, mi najikataa kwanza. Mi naonapo nanipigia makelele kibao yani, blaza una, unanchanganya yani, sinajua s unanchanganya una, kwanza mi najikataa. Aumasuwa nanipanga shemeji yako meendawap, mi najua vipi mwanangu, si mkeo au nimemua mimi. Nimemua mimi kesi. Fresh haina noma. Mi najikataa kwanza, hapa maneno mengi, hata sikuelewi yani. Na wewe mkeo utamuiza mwenyewe, akirudi utajua mwenyewe. Mimi amas sinulize bana, hivo yani, minatembea ah.